Wewe unapotanua unaacha kuingia mzani wako huko wa kutoka Dar es Salaam, unatanua unaingia unaenda kubloko njia ya wale wanaotoka Chalinze, unasababisha foleni kama hivi unavyoona. Hawa wote wametanua, nyinyi wote metanua hapo, wote metanua hivi, wote metanua? Metanua, metanua, alafu mwisho wa siku unalalamika foleni, ni nani anatengeneza foleni ni nani? Eh nyeupe kule. Kule barabara ilikuwa nyeupe, upande wa pili kule kuko, kuko vizuri. Unaona hapa akifanya matokeman buroko kolo mzani meupe membaki barabarani. nini tunafanya sasa, ndugu zangu madereva, mtuweni wasalabu basi eh? okzo dereva unajua anaenda wapi, atakwambia sio. anaenda wapi? Hii sio sawa eh? anaenda wapi Unaenda wapi? Unaenda Mwanza? Unapita Mzani, sio? Asa, huko unaenda wapi? Huko unaenda wapi? Mzani upo, unaenda kuingia? Mzani ule pale na mzani hapo. Unaenda kuingia mzani gani? Nikiwarudisha kule nyuma mkaingie kule, tamam mkorofi. Nikikurudisha urudi kule nyuma ukaingie kule, tamam mkorofi. Watu wamekutana katikati wamezuia gari. Hebu mwangalia kule. Gari zote zimesimama kule. Umesha pima? Ah. Hapo sawa. Umesha. Ah basi imekwenda vizuri. Iko vizuri. Iko vizuri. So hebu hamu angalia hapo. Angalia hicho kifanya hapo. Hebu angalia hapo. Eh? Wanaweza kupima hapo. Pole. Jamani, hebu tuangalieni jamani. Angalieni foreni. Eh? Hebu muone.